Nikikulipa Tedi, alafu ukaendelea kushughulika naye usiokanaumu. And I mean it, you know what, unanijua vizuri. Kwani nakusema, unajua na maanisha. I'll pay but I don't want to see hatenaumu kwenye hizi biashara zako please. chelewe eh? Karibu. Asante. Karibu tena <laughs> Nashukuru Mungu. Shikamoo. Marahaba. Jambo. Niambie, habari yako? Nzuri. Habari za nyumbani? Tunashukuru Mungu. Karibu kai. Bila shaka mama kakutuma. Hapana, <tumas> <tumas> <tumas> hajanituma. Hajakutuma. Ah, nilikuwa nenda mjini rafiki ni ni ni <tumas> mm -hmm. <Kusabu> na rafiki yangu nikasema nipite hapa nikusalimie. Mm, kwa sababu na haraka <tumas> nimemwacha kule gari. Ah, umemwacha mtu nje? <tumas> kwa nini hujaingia naye? Ah, mama si nimekuja kupita tu mara moja. Ah, okay, hakuna shida. Sasa utakunywa kunywa digame? Mm, sijali. Niwekeze tu friji nilipo nikachukue maji yenyewe. Ah, hapana Alice. Usijali Alice. Siku nyingine ukija, nitakupatia kanga kabisa, uingie jikoni upike mpaka uchoke mwenyewe. Ndio, nakuletea mani. <laughs> Hey, I'm sorry. I'm sorry. Mm. Karibu hivi ah, ah, okay. Okay. <coughs> hey, Mama Deriki yupo? Wanaishi huko. Yuko uko mm. Uko alipo yupo huko huko <laughs> mm. Sasa huko yeah. Aliko nani anamsaidia kazi? Maana si huko mwenyewe au wanaishi na yule dada alikuja nayo siku zile Hapana, alis anaishi mwenyewe mm. Mm. Anaishi mwenyewe, ungemwona alivyoungua vidole kwa kupika Mane. Lakini ndio maisha, mwacha ajifunze yani. Mama, ningepajua anapokaa, ona nakaa wapi? Maana ningepajua ningekuwa na nenda mara moja moja kumsaidia kwa za nyumbani. Haina shida, nitaongea naye halafu nitakuelekeza. Sawa. Eh. Takuelekeza tu utaenda kumsaidia kaka. Sawa. Yeah. Ukamsaidia. Takuelekeza tu sina shaka, mama una moyo mzuri wa kumsaidia kaka. Mama bwana. Let me ask you a question. Go ahead. Unaweza kuacha kila kitu kwa ajili yako Nilikwambia toka siku ya kwanza tunan kwa kwa, hakuna kinachoshindikana, lakini endapo tu takua tayari kunielewa. Na kuna tofauti gani kati ya kuelewa kumfahamu, tofauti gani kati ya kuelewa na kumfahamu mtu? Tofauti ni kubwa sana, lakini zaidi kwa kuangalia matendo yake mwelewa mtu ni kujua nini kinampelekea mtu yule kutenda anaweatenda, na mara nyingi sana unaweza kuishi vizuri sana na mtu unayemwelewa na sio unayemfahamu. No, no, tangu, tangu umeniona mara ya kwanza mpaka sasa, umelewa niiftbngekatika halia mpenziana pmbi Asante kwa kunielewa. Mimi nivyokuelewe kwa haraka haraka, ni mtu anayefanya biashara kwa ajili tu ya usalama wa familia yako. Unaipenda sana familia yako right, uko sawa, lakini kuna kitu jasema bado. Kipi unakijua? Naweza nikiwa na kifahamu <laughs> lakini sikielewa <laughs>

Subiri kwanza mami. Yeah. Tunaenda wapi? Well, this restaurant. Nataka tuende tukale, tukale, tukachio, yes sorry. Yeah. Plus, mm -hmm. Kuna mtu anataka kumwona. Nani? Nani wanini? Wewe well, twende. Nani, <laughs> Nani ya, wa Yaani ninatamani safari lakini nimechoka. Yaani kiukweli utanisemea

Ningependa ni kuachie Mary uh, aweze kuwa msaidizi wako. Lakini kuna mambo mengi ambayo tayari tumeshaanza kuyafanya. Mm. -hmm. You know? Hata hivyo utakuwa mpo na mtoto wa mwenyekiti. So sidhani kama you need any more people in your team. Hapana, mm, mimi naona we good. Tumekuwa na boss. Mm. -mm. Anniseta, please. Anniseta. Hey, Thank you. Um, iskine mbeta? Yeah. Sabani Mary, naomba umwonyeshe ofisini nitamkuta. Yeah, mnaweza mkaenda. Mimi nitakuwa na mawili matatu na Mrs. Ben. Oh, Restituta, please. <laughs> Okay, let's thank you so much na mimi I'm happy to be here uh, natumaini tutashirikiana kwenye kazi. Well. So, if hakuna kitu chingine cha ziada cha kuongelea right now ningeomba ni excuse. Sawa, Mary atakuelekeza kila kitu. So yeah. Again, welcome. Thank you, asante sana. Jambo, nilikuwa nahitaji ufafanuzi. Jana sikupata muda mwafaka mzuri wa kuliulizia. jambo gani? Eh, umeagiza leo zitangaza nafasi za wasimamizi wa kitengo cha huduma kwa wateja, na pia umeagiza kuwa wakati wowote wa unaweza ukawafukuza kazi. Kwa kuwa mimi ni mkuu wa kitengo, nilikuwa naomba ufafanuzi kuhusu jambo hilo. Hivi unafahamu kuwa tatizo lilianza kwenye department yako? Ndio nafahamu. So unahitaji kuwajibishwa au niendelee na ninalofanya? Sikuwa na maana hiyo. Ulikuwa na maana gani? Nilikuwa nahitaji tu kuhusu ufafanuzi, kwa nini an si kwa sababu ni idara yangu, na umesema wakati wote unaanza kufukuzwa kazi, ndio maana nikataka kupata ufafanuzi wa jambo hilo. Hivi unajua kitu, dada Salome, wakati nimekutetea kwa mwenyekiti haimaanishi kwamba mimi na wewe tunajuana sana, hapana. Ila nilifanya jambo ambalo nimeona ni haki, usiwajibishwe kwa makosa ya mtu mwingine. Lakini unavyo question maamuzi yangu ni kama namjua mtu mwenye makosa na unataka kumlinda. Hapana, sikuwa na maana hiyo. Sasa ulikuwa na maana gani? Nilihitaji tu kupata ufafanuzi kuhusu jambo hilo. hmm. Okay, basi kama hilo hukulielewa tangu mwanzo, ina e maana hukutimiza wajibu wako. Hivyo basi Nakupa siku hizi tatu. Nataka unitajie watu wote wanaohusika katika kuvujisha siri za wateja. Unaweza ukaenda. Usifungue, Julieth, tutagombana sasa hapa. Umepaona hapa? Kuanzia leo, ile biashara ya kukaa hostel zimekwisha. Utaishi hapa. uko wow. <laughs> wow. na Kasongo, najua bado uko shule. Sa kwaio, ukishamaliza shule zako, taa kusoma ni hapa kila kitu hapa. Kwenye kabati huko unaweka mawaini yako, unapiga kitabu chako hapo vizuri. Unataka nini tena mkubwa? Nenda kaangalia, bado hujaona. Tembelea mama, fanye ziara ha?

How is it? It's nice. I bought it for you. Ni yako, sikupanga ni yako. Are you happy?

akina nitataka kutazama machozi yako mengi. Ninachoamini Mungu atakuponya, atakuinua tena na utakuwa na afya njema kama zamani. Kwa hiyo si

Dixon, uhai yes, wa mtu una thamani kubwa sana kuliko kiasi chochote cha pesa. Sasa eh, mfano mimi nimepewa pesa ambayo nitakatwa kwa miaka minne kwenye mshahara wangu, kwa hiyo siwezi nikahisi maumivu kama unayoyasikia kwenye si ya kwenye maradhi yako Dixon. numeza kuwezi kuvumilika hata kwa dakika nne eh? yes.

Siamini kama mimi leo namiliki apartment yetu hii. Why? Unatakiwa uamini. Vitu vingi mbona bado sijaanza, Kasongo hajaanza vurugu. Ah, you're playing. Now, nitamtuma dereva aweke uh, kujazie mavyakula store huko uh, wine zako na my favorite whisky za kuwepo. What else? Na kitu kingine chochote kikumbuka ambacho nakitaka. And if you are... Cash, let me know. Nakata simu kila saa mbili kwa sababu kuna watu Waturuki wananipigia masimu hapo, nataka nikakutane nao. Please, I have to go. And if you have any problem na Cash, let me know. Let me go.